Marekani imethibitisha kufanya shambulio la anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State maarufu kama ICC katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria. Shambulio hilo lilifanyika kwa ombi la serikali ya Nigeria, kwa mujibu wa Rais wa Marekani, Donald Trump, pamoja na jeshi la Marekani. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa Truth Social Rais Donald Trump amesema shambulio hilo lililenga zaidi wanamgambo aliowataja kama magaidi waliokuwa wakilenga na kuwaua raia wasiokuwa na hatia hasa Wakristo katika eneo hilo. Trump amesema shambulio hilo lilikuwa lenye nguvu na hatari zaidi na lilifanywa kwa maelekezo yake binafsi kama kamanda mkuu wa majeshi ya Marekani. Kamandi ya Afrika ya Jeshi la Marekani imethibitisha kuwa shambulio hilo lilifanywa kwa ushirikiano wa karibu na mamlaka ya Nigeria na kwamba wanamgambo wengi wa ICC waliouawa katika operesheni hiyo. Video iliyotolewa na Pentagoni imeonyesha kombora lililorushwa kutoka kwenye meli ya kivita ikilenga kambi zilizodaiwa kuwa za ICC. Ofisa mmoja wa ulinzi wa Marekani amesema mashambulio hayo yalikuwa ya usahihi mkubwa na yalilenga makundi ya wanamgambo waliokuwa wamejificha kwenye kambi zao. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Yusuf Maitamatuga, ameliambia shirika la utangazaji la Uingereza BBC kuwa operesheni hiyo ilikuwa ya pamoja kati ya Nigeria na Marekani na ililenga zaidi magaidi bila kuhusishwa na dini yoyote. Amesisitiza kuwa mashambulizi hayo yalipangwa kwa muda mrefu yakitumia taarifa za kijasusi kutoka upande wa Nigeria, na kuongeza kuwa uwezekano wa mashambulio mengine zaidi unategemea maamuzi ya viongozi wa nchi hizo zote mbili. Wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema operesheni hiyo ni sehemu ya ushirikiano wa muda mrefu wa kiusalama kati ya nchi hizo mbili. Shambulio hilo limekuja siku chache baada ya rais Donald Trump kuonya kuwa Ukristo uko kwenye hatari kubwa zaidi nchini Nigeria na kutishia kuingilia kijeshi ikiwa serikali ya Nigeria haitadhibiti mashambulio dhidi ya Wakristo. Hata hivyo, serikali ya Nigeria imesisitiza kuwa makundi yenye silaha yanawalenga Waislamu na Wakristo kwa pamoja na kwamba hali ya usalama nchini humo ni changamoto zaidi kuliko ilivyowasilishwa. Nigeria ina idadi ya watu waliogawanyika karibu na nusu kwa nusu kati ya Waislamu wanaoishi zaidi kaskazini na Wakristo wengi kusini mwa nchi. Katika ujumbe wake wa Krismasi, rais wa Nigeria Bola Tinubu alitoa wito wa amani na mshikamano kati ya watu wa imani tofauti, akiahidi kulinda uhuru wa kidini na usalama wa raia wote wa Nigeria. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameashiria uwezekano wa mashambulio zaidi. Je, ushirikiano huu wa kijeshi unaweza kudhibiti makundi ya wanamgambo nchini Nigeria? Tuambie maoni yako kwenye comment section hapo chini. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.